Kuna muda unaweza ukajipanga sana kufanya vitu vyako, lakini mwisho wa siku au ukifika mwisho wa safari, unajiuliza hivi, kwa nini mimi sifanikiwi? Kwa nini jambo langu halifanikiwi? Mbona mtaji ulikuwepo? Mbona watu walikuwepo? Mbona hivi, mbona vile? Lakini kumbe kuna baadhi ya vitu ni key elements katika kuhakikisha safari ya mtu ya mafanikio inafika au inafikiwa jinsi ambavyo imekusudiwa. One of the key elements za mafanikio ni nidhamu binafsi, lakini leo hii nataka tuangalie au tujibu swali kwamba kwa nini nidhamu binafsi ndiyo msingi wa maendeleo. Karibu. Kwa nini nidhamu binafsi ni msingi wa maendeleo? Mtu yeyote mwenye, mwenye nidhamu binafsi ni rahisi sana kujiletea maendeleo au kujiletea mafanikio katika maisha yake, kwa sababu ule uwajibikaji pia utakuwepo ndani moja kwa moja. Sasa katika kujibu swali hili, naomba moja kwa moja tuende tuangalie maendeleo binafsi mtu yoyote mwenye nidhamu binafsi lazima itamletea maendeleo binafsi ambayo yanaweza kumletea au kujenga ile safari ya mafanikio ya muda mrefu zaidi uthubutu wa muda mrefu zaidi ambayo kwa lugha nyingine tunaweza tukasema consistency, au kufanya mambo kwa mwendelezo bila kukatisha katisha. Hii inakuwepo sana katika yale maendeleo binafsi sasa ndio yanajengwa na, jenga, ya, na ile nidhamu binafsi sawa. Kitu kingine inaweza kusaidia sana katika kukuza ujuzi kwa sababu mtu yote ambaye hafanyi jambo kwa kulikatisha n yani, analifanya jambo leo, kesho anaendelea alipoishia, anarudi kufikiria kuboresha kidogo, wapi palikaa vibaya. Ni rahisi sana mtu huyu kuboresha ujuzi au kujenga ujuzi mpya. Kwa maana hiyo kujenga ujuzi hapo kwake ni jambo la kawaida kabisa. Kwa sababu anafanya muda mrefu, sio kwamba anafanya mara chache anaacha. Lakini pia mtu yote mwenye nidhamu binafsi ni rahisi sana kuimarisha afya, kwa sababu atakuwa na utambuzi kwamba kwa jambo langu nalofanya labda sitakiwi kula vibaya, natakiwa kuzingatia tabia nzuri za kiafya, labda kulala mapema, kupumzika, vitu kama hivyo, kunywa maji kutosha, labda kufanya mazoezi na nini. Yani ni watu wanaojitambua. Yani mara nyingi nidhamu binafsi inakupelekea kujitambua, uweze kufikiria kuhusu afya yako, kwa sababu afya ndio utajiri wa kwanza. Kwa kama uf, afya ndio utajiri wa kwanza, lakini inaletwa na nidhamu binafsi. Then moja kwa moja mtu anaweza kupata maendeleo binafsi ambayo yamesababishwa na nini? Na nidhamu binafsi. Hilo ni lingine lakini pia anaweza kufanikisha hata malengo ya kifedha. Watu wengi sana wana changamoto ya kuweka akiba, yaani ikija jambo la kibubu kipo, lakini hicho kibubu kila siku kinafunguliwa, anawekaweka siku tatu nne <laughs> anatoa anakifunga tena, anaanza tena kuweka hapa. Hakuna ile discipline, hakuna ile self discipline, ile nidhamu ya kujidhibiti, leo nilosema kujizuia, kuona kwamba hapana hata shida yote itokee, sitaki kugusa hilo box. Kama naligusa hilo box, ina maana naweka sio kutoa, inatakiwa hiyo hivyo. Ndio sababu tuegusie kidogo apili, tuweke sawa uwekezaji, sorry uh, ya, yani uwekaji akiba. Kama mtu anataka kuweka akiba, jitengee uh, asilimia fulani pembeni, kwamba nitaweka akiba kwa asilimia fulani, na inapendekezwa sana kwamba asilimia kumi, kwamba katika kila shilingi elfu kumi unayopata usile pesa yote, chukua elfu moja itupe mule. Hiyo maana yake kwamba nini? Huigusi hiyo buku sasa ah, mbona itabaki elfu tisa kidogo? Je, usingepata hiyo elfu kumi ungekuwa una shingi zero, lakini sasa hivi umepata elfu kumi unalamika elfu tisa itakuwa ndogo? No. Kwa hiyo weka buku, kwa maana ukiona hivi, inawezekana kila laki moja unayopata weka shingi elfu kumi. Ukifanya utaratibu huu kwa muda mrefu, itafikia muda wewe mwenyewe utapenda hii gemu. Kwa hiyo itakuwa vizuri sana. Lakini hiyo ni nini? Hiyo ni nidhamu binafsi. Jambo la pili, tukiachana na maendeleo binafsi ambayo tumeona yanavyojengwa na msingi wa nini, wa nidhamu binafsi, kitu kingine nidhamu binafsi inaondoa mazoea mabaya kwenye maisha yetu. Nikisema inaondoa mazoea mabaya, namaanisha vitu vingi sana. Nidhamu binafsi inatusaidia hata kubadili au kufuta au kuondoa kabisa zile tabia mbaya kwenye maisha yetu. Tabia mbaya ni zipi? Kutukana watu, sio tu kutukana watu. Tabia mbaya ni zile ambazo ni adui wa mafanikio, siko nyingi sana mathalan, nikutajie mbili. Kwa mfano, tabia ya uvivu mtu mwenye nidhamu binafsi hawezi kuwa na uvivu, na uvivu ni sababu kabisa, ni adui wa mafanikio. Kwa hiyo hawezi kuwa na uvivu, lakini kitu kingine, tabia ya kutumia muda vibaya kwamba muda upo, mtu anautumia tu yani, kwa mambo ya kipuzipuzi mambo tu ya kipuzipuzi yani, unajua. Kwa hiyo vitu hivi ni adui wa mafanikio, lakini mtu yote mwenye nidhamu binafsi ni rahisi sana kujiepusha na vitu hivi, na kwa hiyo hapo tunasema kwamba inasaidia uh, kuondoa mazoea mabaya. Kuondoa mazoea mabaya ni kule kufuta zile tabia mbaya ambazo ni adui wa mafanikio. Unachotakiwa kufanya sasa hivi usiondoke bila kuniambia, uh, nini kingine unadhani kinaweza tukaongezea hapa ambacho kinaweza kikajibu swali kwamba nidhamu binafsi ni msingi wa mafanikio.